Vipi, mtama amejifungua? Hakuna shida, isipokuwa mtama amejifungua mtoto wa kike, lakini mtoto yupo salama na mama yake. mm, ee. Wako salama, tunasubiri ruhusa tu hapa. Huu <laughs> ni Mungu mkubwa. Sasa mbona una furaha kuutakeje mtoto wa kike kwenye ukoo wenu <laughs> ah, hey. <Hana>, mimi nina furaha tu <tune> Mama, dada yangu hapo nje. kuna nani? Unamaanisha nini kusema hivyo? Kuna vitu nilikuwa nataka nimuagize. Unahisi njia tayari <laughs> ndio, sawa, nitakufikishia taarifa basi. Sawa, ila naomba nite mwanamke yoyote alikuja kwa ajili yangu, kuna jambo nataka niongee naye. Sawa, rudi basi kwa mtoto. Sasa nikienda kule, huyo mtu nitaongea naye vipi, wakati mtoto kule kalala? Unataka tushindane ukaidi wewe binti? Hapana eh? nakuomba tu haya, subiri hapo. Ngoja mimi nikaleta usafiri, wakimruhusu huyu utanipigia hmm, simu. Sasa kwa nini usubiri mpaka aruhusiwe ili tuondoke yote? Hapana ah, maana anampigia simu yake maadili, apatikani. Mbona nikaandae mazingira? Aya, eh, sawa. Unahitajika na mtamu Alafu mgefanya mpango wa supu kwa ajili ya mzazi sawa. Nimekuelewa. Unaona, haya ndo yale yale. Wewe endelea kumsubiri sasa, mimi nikaandae na hiyo supu sasa. Wee nenda kashughulikia usafiri, supu mi nitaenda kupika. Anasemaje? Anakuja, msubiri. Hongera shoga yangu, hmm. Asante. Nani umetuletea mdangaji sasa aje kutufanya burumai nakwambia, sasa hapa pagao, nikaomba kanichegee simu yangu. Wewe mbona mkaidi hivyo, umefichia simu na hatujui? Ndio maana nimeitoa dada yangu hata kama ina maana tangazo la kutokuingia na simu ukuliona, au msamehe tu <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Zi... Hey, karibu tuongee. Naomba niletee mboga hapo gengeni gazeti. Ah, sawa. Mboga gani? <laughs> Nitukulie nyama robo, nyanya na mafuta ya kupikia. Aise, wao wametoka hospitali alafu unakula nyama kweli? Daktari atakuwa amefanya kazi ya ziada. Sawa ila, mi ndo natoa usafiri hapa. Nakushangaa ni bure sababu, haiwezekani mwanamke wewe huli nyama mpaka uumwe kao eh. Unaniletea, unashangaa kwanza. Ah, basi naleta bosi. Fanya haraka da. Sawa. Asante. Njoo hapo hospitali mara moja. Sawa, nakuja hapo msubiri. Sawa.

Njoo, muangalie mtoto kwanza, ana nini? Mimi sijui, ndio maana nimekuita. Haya nakuja. Unapoagizwa acha maswali, kama unakuja bure. Ah, nimekuelewa. Ah, lakini ah, Shavu, mimi nilikuwa naomba tuongee umbea kidogo ah, unajua Shavu, mimi na jicho langu la kawaida nikimtazama Govi hivi, mbona anaonekana kama kutofurahia ujio wa huyu tokom? Hivi wewe kama wewe sasa uhisi kama kuna kitu hapa kati? kwa nini? Hmm, hmm. Nasema hivyo kwa sababu wakati amejifungua Mwashura, Govi alifurahia kiasi kwamba hapa kijijini kote walijua kama Mwashura akajifungua. Eh, sasa kwa nini kwa uju pengine kaamua tu kutokufurahia, wewe utajuaje? au labda jalizika na jinsia pia mm, shavu mtu alikuja si jinsia moja na mashula. Ni sina jibu kwenye hili eh. Kwa hiyo na wewe utaki kuonyesha ushirikiano kabisa eh? Bwana mimi nina njaa baadaye. Ah, haya bwana Samani kuna changamoto ah, sawa. Nasemaje? Mimi sitaki majaribiano. Unachotakiwa ni wewe kuja hapa. kwa hiyo nataka nizungumze ili watu mtandao wanisikie. Hapana. Kwa hiyo unafikiri nini? Kwa nani changanyikiwa? Mimi bwana, sitaki unihusishe na hayo masuala ya kazini unachotakiwa wewe kufanya ni kupokea maelekezo kutoka kwa na ufike hapa. Eh, vimefika na atavitumia, lakini unachotakiwa ni kuja kumwona mtoto, sawa? yaani hapa nilikuwa namwita mtu mwingine ajanichukue. Kwa nini we unapenda kutumia muda mwingi bila sababu? Kwa nini unafikiri? Basi kinanda, nilikuwa mbali, ni majukumu tu yameniandama mwenzia. Majukumu kivipi? Hey, we nisamee, tugue panda tombo Ha, sasa utamwambia Kishona azichukue maiti zote na kuzipeleka moncholi baada na saa matatu. Alafu dokta, ile karatasi ya jana umeshajaza tayari? Kwa nini umeniuliza hivyo? Nataka nipitishe kabisa pale dukani akalipie. Ha, hizo ndo nazishughulikia sasa hivi uh eh, -huh. Kwa hiyo mbona sikuelewi wewe usijali, bado tunaendelea na safari, tamalizana tu shaa gazetikini. <coughs> Sasa shida yako kinadaaaga, yani kulipangilia muda mpaka tumalize safari kweli, mrembo? e -e, we muda wa nini sasa? We sikilizia tu, ukiona giza limeingia sogea, ni natukio kila cha msingi tu usafishe getu. Sasa ndio maana takanipangilia, sindo? kama hivyo basi, poa

Amani, unaweza ukaingia chumbani kwa daktari moja kwa moja? Sasa kule kuna mtu akitoka, si utaingia? wekina ndae haruhusiwa mgonjwa. Ah, bado mimi ndo naenda zangu hivi sokoni kuchukua mazagi, nije kumpikia supu saa hizi. Si utamua mgonjwa mwenyewe? Jamani, sasa eh, mimi nitafanyaje? Mimi sikuwa nimejiandaa na hilo. Sikia <laughs> nenda kachukue ndizi hapo, mimi kuna nyama hapa nataka kuipika, tuje tumchanganyie hapa, tumsagie, tumtengenezee kama mtori. Ah, bora dada, asante. Basi acha mimi niwahi, nikija tutaongea. Au usijali, basi fanya halafu mama ni mzima, isipokuwa mtoto ndo amefariki. Mimi kwanza nikupe pole kwa hii, na kama mtahitaji maiti basi sisi tuko tayari kuwapatia, lakini kama mtakuwa na utaratibu mwingine, mimi naamini Moncwali kuna utaratibu zaidi Ah, sawa. Uh, kwa hiyo, binti, mara kwa hiyo binti akilawitiwa mara kwa mara ndo hupelekea mtoto kufa? Hapana. Hmm, yaani uh, wewe kumlawiti mkeo mara kwa mara haipelekei mtoto kufa isipokuwa madhara ya kumlawiti mkeo nimekuambia utayapata baadaye, na madhara haya yatakuja kati ya kuwivi na mi naamini kuna athari nyingi sana zinahusiana na ulawiti, na hizi nitakuambia uh, baada ya changamoto hizi kupita, na nitakueleza hata kakuja nuani wako. Sawa sasa, yeah. zile kanga zimetumika katika Mimi nafikiri tungeacha bwanza hizi pite. Haya mengine tutajadili zaidi baadaye. Sawa. Bado tu. Ndio naimisha hapo moyo, eh. <coughs> <coughs> Eh, karibu mtamu. Mwanangu amekufa. Eh? Na hivyo tena. Ni hapa tu. Halo? <laughs> Halo? Kuna nini tena? Mtoto aliozaliwa amekufa. Unasema?

Chumba unasemaje? Sasa hapa unafanya nini? Nacheza mpira miguu. Sawa, lakini haya mambo ni kufanyia ndani, hapa nisoatuna jua. Lakini ndani naingiaje wakati funguo sina? Mimi metoka zangu huko nimekuja hapa na mzangu, nafika siku kuti au nitaka mimi nikae mlangoni kwako kama mlinzi S sawa? Usingenipigia simu ili nikuje, nisikae na simu ndaeta, akitokea mdosi nasukuma sokoni. Sasa nisikize jambo langu sawa? Basi kinde tukamlinda, tangulia za ni kushukuru kwa jitihada zako zote ulizo nazo sambamba na uwajibikaji katika nidhamu ulionayo ulio nayo, lakini pia sambamba na ushauri wa kiganga. Asante sana, na nikutoe hofu katika eh, kutoa huduma bora na ushauri hii ni sehemu ambayo tumeagizwa na serikali katika kuwatumikia wananchi kupitia hospitali yetu, ila jambo la muhimu ni katika hili nilokushauri, ni kiukweli, hiki nilichokushauri ni muhimu sana. Lipi? Hmm, hili la kuwahi kumzika marehemu kutokana na liwa hilo ni sawa, lakini pia na hili la kuachana na ulawiti kwa mkeo. Mi najua pengine uh, unalazimishwa na huyu binti ili aweze kukuona wewe ni muhimu sana lakini pia inawezekana binti naye akawa uh, anafanya hivi kutokana na matangazo yanayotokea mara kwa mara kwenye utandawazi. Lakini kwako nakushauri, achana kabisa na masuala ya ulawiti kwa sababu kuna madhara makubwa baadaye. Sawa? so, Nimekusikia. Nitafurahi sana kama utanielewa, kwa sababu kuelewa ni zaidi ya kusikia, na ni kuhakikishie tu, ni upumbavu mkubwa sana eh? Kudhani kwamba unaweza ukapata matokeo tofauti kwa wewe kuendelea kulifanya jambo lile lile hmm. <coughs> Duni